Na mtazamaji wa Trend TV bwana, niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana, inahusiana na kitu ambacho kimejitokeza huko mitandaoni. Moja kati ya habari ambazo zimewasikitisha watu wengi sana ni kwamba unapotazama hii video, basi huyo ni bidada ambaye alikuwa anasoma kozi ya unesi lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hakufaulu kozi hiyo, na ni kitu ambacho kimemfanya huyu bidada achukue maamuzi magumu ya kujitoa uhai kutokana tu na maumivu ya kushindwa kuhendo situation ya yeye kufeli masomo yake. Mwanadada huyu anafahamika kwa jina la Sandra, amejitoa uhai baada ya kufeli mtihani wake wa mwisho wa nursing. Unaambiwa kwamba ni kwamba katika hiyo video kuna peji mbalimbali zimeripoti kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Kuna peji hapa ameandika kwamba katika video ni mwanadada Sandra ambaye ameamua kukatisha maisha yake baada ya kufeli katika mtihani wake wa mwisho wa kozi ya unesi. Bwana alitoa, na Bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Sasa kutokana na hizi video kusambaza, huyu bidada mrembo kujitoa uhai kutokana na hizo sababu, ni kwamba Comment ndo vitu ambavyo vimekuja kuacha watu wengi sana hoi, kutokana na muonekano wa huyu bidada, anaonekana yuko na bonge moja la shepu. Watu wengi sana wamesikitika kuona kwamba amechukua maamuzi hayo magumu. Kuna mtu hapa, kuna kwa mfano, kuna comment hapa, mtu ameandika kwamba ange angeenda zake veta tu. Kuna mtu ametoa ushauri huo, kwa mfano kwamba maskini ya Mungu bidada mrembo, imekuwaje amejiua? Kuna mtu amesema kwamba bwana amejiua wakati yuko na mtaji, alikuwa hajui kama yuko na mtaji? Kuna mtu ameuliza hivyo, moja kati ya comment ambazo zimewachekesha watu wengi, japokuwa habari yenye ewe inasikitisha. Umeona, kuna mtu ameandika kwamba kufeli mtihani sio kufeli maisha, mdogo wangu eh. Hizi sentensi mbili huwa uh, huwa wanazichanganya sana anyway, pole kwa familia. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, kwa watu wengi sana wanaona kwamba huyu bidada alikuwa ni mrembo, hakukuwa na sababu ya kujiua, basi moja kwa moja, kwa namna moja au nyingine, angefaulu tu maisha any type of way, hata kama amefeli mtihani. Ukiwa kama mdau una maoni gani, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.